Watani wangu Wasukuma, hapa sijui itakuaje sasa. Wataalamu wameonya duniani iko mbioni kukosa chanjo ya dawa ya kudhibiti sumu kwa mwanadamu pindi anapogongwa na nyoka, kitu kinachoweka rehani maisha ya maelfu ya waafrika wanaoishi maeneo yenye nyoka wengi. Ben Mong'onda anakuja na maelezo zaidi. Tishio la maisha ya maelfu ya watu kuwa hatarini inatokana na kupungua kwa uzalishaji wa dawa mpya ya Fav-Afrique inayohitajika haraka huku kukiwa hakuna matarajio ya dawa mbadala kufika sokoni katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Taarifa kutoka kwa madaktari wasio na mipaka, Medecins Sans Frontieres, imeeleza ifikapo Juni mwaka 2016 dawa hiyo ya kuzuia sumu ya nyoka itakuwa imeisha sokoni na hakutakuwa na mbadala wake. Mtengenezaji wa dawa hiyo, Sanofi Pasteur, amesema hakuna hifadhi ya dawa hiyo sokoni, hivyo suluhu pekee ni kuangalia mbadala huku pia akionya huenda isiwe na ubora kama inayotumika sasa. Mwaka jana kampuni inayotengeneza dawa ya kuzuia sumu ya nyoka iliacha kutengeneza dawa hiyo na badala yake ikaanza kutengeneza ya kutibu kichaa cha mbwa, huku dawa iliyopo ikitajwa kutibu sumu ya nyoka wakali. Sanofi ameshaanza mazungumzo ili kutengeneza dawa hiyo, lakini mazungumzo hayo hayatarajiwi kumalizika kabla ya mwaka 2016, hali inayoongeza hofu kwa watu ambao watakuwa wameng'atwa na nyoka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema suala la kung'atwa na nyoka ni kitu ambacho kimepuuzwa lakini kinahitaji umakini zaidi kwa kuwekeza katika kutengeneza dawa ya kutibu sumu ya nyoka. Nazungumza hivi sasa basi na Dr. Hussein Mahadi wa hapa Dar es Salaam kuhusiana na suala hili. Dakta Mahadhi madaktari mnakuwa mnatuambia kwamba kuna ma, maradhi fulani unaweza kuepuka nayo kwa kufanya kitu hiki kitu hiki kama kipindupindu kuweka mazingira usafi kupunguza maradhi mengine kama ya moyo hivi ufanye mazoezi kupunguza uh, mwili sasa hili janga lishakuja dawa mwakani ya kuzuia sumu ya nyoka itakuwa imekwisha maana yake nini Asante Charles Hillary E, ni kweli kwamba sumu ya nyoka ambayo ni kwa hizi nchi za jangwa la kusini, jangwa la Sahara, ni kwamba ndio nchi ambazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna nyoka karibu aina 20 ambao wanasababisha sumu. Sasa hizi kampuni ambazo zinatengeneza hizi dawa za kudhibiti hizi sumu ni chache sana kutokana na uwekezaji mdogo uliowekezwa katika bara la Afrika ni hiyo kampuni ya Sanofi pekee ambayo inatengeneza hizo dawa za kudhibiti sumu mpaka sasa hiyo. E, dawa ambayo inadhibiti sumu inadhibiti aina kama kumi za sumu za nyoka, ambao wanasema kwamba katika nchi yetu Tanzania kuna karibu aina ishirini ambao ni hatari sana, nyoka wenye sumu kali karibu aina ishirini ambao ni hatari sana. kwa hiyo ni changamoto ni changamoto ambayo inahitajika uwekezaji mkubwa eh, hapo baadaye katika katika kuhakikisha kwamba inapatikana dawa ya kudhibiti hizi sumu. Dkt. Huseni, hii kampuni si ya Afrika inayotengeneza hiyo dawa ambayo dawa mwakani itakuwa imekwisha hmm. Kwa nini kusio na makampuni ya Afrika ambayo yanaona umuhimu huo kwamba bara la Afrika lina nyoka wengi na nyoka hawa wanaleta madhara kila siku kwa binadamu zikajitokeza kutengeneza dawa hiyo kuliko kampuni ambayo iko nje ya bara la Afrika ambako huko hakuna matatizo haya sana ya, ya, ya nyoka kugonga gonga watu? Asante, Charles. Nadhani kikubwa hapa ni, ni, ni uwekezaji unahitajika uwekezaji mkubwa katika tafiti e, za mambo ya afya na mambo kama ya chanjo e. kutokana na uwekezaji mdogo ambao umefanywa katika bara la Afrika inakuwa ni changamoto e, changamoto kubwa sana katika ku, kujaribu kudhibiti matatizo yanayotokana na, na, na, mm -hmm. na sumu za nyoka. Sasa dawa hii naish ina, ina, ina kwanza hii dawa inatibu sumu za nyoka wote au kuna kuna baadhi ya e, mpaka sasa ni kwamba hii dawa inatibu wanaita polyvalent FAV-Afrique inakava aina kama kumi eh, za nyoka. Na mtu anapong'atwa na nyoka, inatakiwa yule nyoka amuue, aende naye hospitali kuonyesha aina ya nyoka, lakini mara nyingi unakuta mtu anaenda hospitali ile nyoka am, hata kumkumbuka amkumbuki ni aina gani. Ikitokea usiku unafanya ikitokea usiku maanake labda hospitali kuna hii mambo ya kudownload picha unaweza ukajaribu kumwonyesha ni aina hii ni aina hii ni aina hii. Dokta, vijijini huko ndio yes, nyoka wengi wa... vijijini ni changamoto kubwa kwa mm. sababu mm. ule usafiri kutoka mpaka kufika katika kituo cha afya tayari ule muda kuwa, unakuwa umeshapita mm -hmm. Kwa hiyo ni changamoto kwa sasa. Unasema ni changamoto mm. Sasa nini, nini, nini kifanyike hivi sasa kuhakikisha kwamba hii dawa ikiisha, ndio yani, tumekwisha sasa. Sasa kuna, kuna, kuna research kuna research mm. ambayo ina, inafanyika miongoni mwa lakini, hii inafanyika miongoni mwa vyuo vya Liverpool University, inatafutwa, wanaita universal antivenom, yani dawa ambayo itakava nyoka wengi sumu ya nyoka aina nyingi karibu spishi ishirini hadi ishirini na moja za nyoka aina za nyoka. Eh, nyoka mm. hatari ambao wanashambulia kwa, kwa kiasi kikubwa bara la Afrika. Wao kwao sio tatizo, kwa sababu utakuta nchi kama United Kingdom labda nyoka spishi aina moja tu ndio hatari kwa hiyo wao kama wao ni matajiri hawapati ha, ha, shida katika tatizo kama hili, lakini kwetu tunakuja huko Afrika hatuna pesa za kutosha katika kuwekeza katika vitu kama hivi na bado ndo tunanyoka wengi eh. Kwa hiyo kwetu inakuwa ni tatizo, lakini nadhani hapo baadaye tutakuwa tuna hiyo universal antivenom ambayo ni, ni, ni tafiti ambayo inaendelea, na ma, matokeo ya utafiti. Ututazamie lini dawa inakwisha? mwakani eh, kwa kweli hip, hapo siwezi kujua mm. Yeah. Nakushukuru sana Dr. Hussein Mahadhi, asante uh, sana. Uh, sana kwa kuwa nasi hapa. Nashukuru sana, sana. Sana. Uh, kwako Ivona mm, minasisimuka ni, nikiona hizo picha.